Kwamba jukumu la pili pamoja na kusimamia na kudhibiti uingiaji, utokaji na ukazi wa wageni nchini kwa kuhakikisha kwa, kwamba hawa wageni wanaoingia nchini wanaingia kihalali, wageni wanaoingia nchini wanafuata taratibu, wale wanaotaka kukaa nchini au kuishi nchini wanafuata taratibu, wale wanaotaka kutoka sasa, wamekuja wamefanya utalii, wanatoka wamefuata taratibu, maafisa wa uhamiaji au idara ya Jukumu la pili la idara ya uhamiaji tunasema, tunahusika sisi, au idara ya uhamiaji ndio yenye mamlaka ya kutoa passport na hati zile za kusafiria na hati za kusafiria eh, idara ya uhamiaji ndio imepewa mamlaka ya kisheria eh, ya kutoa, eh, passport, <coughs> hati kutoa pia, ku -ku, na hati zile za kusafiria. Umeelewana? Yeah. Jukumu lingine idara wa ya uhamiaji ina wajibu au ina jukumu la kusimamia, tunasema kwamba inaratibu eh, maombi ya uraia. Tumesema kuna wageni wanakuja kutoka nje, si ndio? Mgeni anakuja labda kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka kutoka kote tu. Anakuja Tanzania, ameingia kihalali, amekuja labda kufanya kazi. Ameajiriwa. Sasa amekaa kwa muda ameona kwamba Tanzania ni nchi nzuri, ina amani, watu wake wana upendo. Baada ya muda fulani, anatamani awe Mtanzania, awe nani? Hiyo hey, eh, idara au watu wenye jukumu la kuhakikisha kwamba huyu mtu anafuata taratibu za kuomba eh, kuwa Mtanzania ni idara ya wamiaji. Umeelewana? Jukumu lingine la idara wa ya wamiaji ni kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi tunaimarisha ulinzi na, eh, eh, eh, na usalama wa nchi kama ilivyokuwa taasisi zingine au kama ilivyokuwa kwa mtu mwingine yeyote. Tunasema jukumu la kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi sio tu la idara ya uhamiaji, ni la kila mtu, ila kila raia wa Tanzania. Hiyo imeelezwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila raia wa Tanzania ana jukumu la kuimarisha la kunga ulinzi na usalama wa nchi. Nafanyaji sawa lakini specifically sisi uhamiaji pia kamba, tuna hilo jukumu. Na ndio maana tunasema kwamba sasa unaweza kauliza mnaimarishaje ulinzi na usalama wa nchi yenu? Eh, sisi uhamiaji niliwaambia kwamba mtu anapoingia, mgeni anapoingia e, kutoka nchi yoyote, uhamiaji inahakikisha yule mtu amefuata taratibu. Amefuata nini? E, taratibu za kuingia nchini. Maana tunamkagua, tunakagua hati yake ya kusafiria, tunamuuliza lengo la kuingia nchini. Tunamuuliza unakwenda kufikia wapi. Kwa hiyo tunasema, tunafanya monitoring kwa namna, na hiyo tunahakikisha kwamba hawa wageni wanaoingia chini si wale ambao wakiingia chini wanasababisha nini, changamoto kwa maana kwa maana kwamba labda anaweza kaingia chini ni mtu hatari e, umeelewana. Idara ya wa uhamiaji, pia jukumu lingine, tunasema tuna jukumu la kuhakikisha jukumu la kufanya doria sawa, doria na misako, yaani sisi tunafanya doria na misako, ndio maana tutakuja kuona e, kwenye e, majumba ya kulala wageni kwenye maviwanda, kwa, kwa, kwa, kwa, katika kuhakikisha kwamba wageni wa wanaofanya shughuli zao nchini au wageni wanaoingia nchini, kwa sababu tutakuja kuona baadaye tukaozungumzia <temuza> hisu ya mambo amaa. Kwahiyo, hayo pamoja na majukumu mengine hayo ndio majukumu eh, ya msingi ya idara ya uhamiaji tumeelewana jamani <pambo>, sasa yes. uh -huh. baada eleza, ya kuwaeleza hayo majukumu ya msingi tunasema kwamba eh, sisi wahamiaji <coughs> uh -huh. tumekuja hapa tumepewa mada e, wametupa mada kwamba tuwaeleze mambo ambayo tutawaeleza kwanza tutaeleza kwa uraia sawa mambo ya uraia, tutakuja tutaeleza mambo ya passport, lakini mwisho tutakuja kueleza mambo ya uhamiaji sawa. Kwa hiyo sasa tunaanza nadae. Hiyo ilikuwa tu mtangulizi kwamba uhamiaji uhamiaji idara ya serikali ambayo kimsingi imeanzishwa pwamojibwa sheria sheria ya uhamiaji asaba sura na nne toleo ni mafunzo yanayotolewa na idara ya uhamiaji kuta kwa vijana therath waliotoka koa mbalimbali kupata mafunzo hayo kati ya mtu na taifa lake. Yaani uhusiano uliopo kati ya mtu na taifa lake. Hiyo ndo maana